inasimama kwa niaba ya kisha kanzoya, tusimame tuonekane. Kanisa ndalizi na uongelezaji wote. Um, mimi naitwa Roda Nindapi, Principal St. Andrews Girls barato. Um, ningependa kuwasilisha rambirambi zetu kama shule um, kwa sababu Anita wakati alikuwa anafanya teaching practice alifanya teaching practice kwa hivyo, having been on our staff I feel so attached to this girls

The PA chair, Kwanza Sub-county, the vice chairperson, Transnzoia County Parents Association, ningependa kutuma pole zangu kwa familia ya Mr. Mkonandi na to the nogls, ningependa tu kusema poleni, we shall look into that na pia tutaendelea kuomba ya kwamba mapenzi ya Mungu yatimie jinsi mnavyopenda. Asante. Thank you, uh, Kesha leadership. Leadership. Uh, may I take this opportunity to uh, welcome the Kesha leadership team

And we want to appreciate Mr. Chebrot the way he has handled this issue since it started, with a lot of challenges. so now that we are here, just as I said we are very brief, and we are going to have few of us rambirambi zetu kwa jamii ya Madam Anita na kwa mkubalia aweze kusarve pale imani So on behalf of s handu zone where Imani lies we want to send our condolences to the family that may God strengthen you so that you go strong even during this loss otherwise we don't have much we have the head teachers from Kiminini uh, sub county

and present all the information from the TSC. Karibu right. Sana mkubwa, ulikuwa umeketi mahali kwa dhamira kuu, kuja sana ili uweze kuzungumza pamoja na sisi. Imams, karibu yes, yes. Sisi walimu tuna utaratibu, wakati tu kupetwa anaongea tuna nyamaza Asifiwe. Um, the curriculum support officer. Kimenini. Um, the hosting curriculum support officer. I really really want to thank our junior school teachers.

Madam Anita, where is Madam Kate of Makindu? The head, the boy Makindu? If she's not here, the principal is, the principal or even, uh, Madam Julia is there. They went to the TSC headquarters in Kitale with Madam here. And I don't want to speak this before she goes to the grave. I want to speak when she's here. So that if I am lying, nipate makofi yangu nikiwa nashika microphone. She personally requested. And so many of you are also here. Some say, mkubwa ukinieka karibu na nyumbani siwezi pata bwana She did say like that. But some of you, if you fear God, you will say like that ukinipos kwa ishule lenye iko karibu na nyumbani sitaoleka nipos kwingine I remember three. <laughs> when I was preparing the matrix, and I was posting them because tuko napeana jaza ile shule jiko karibu na kwenu madam comes pole pole anakuambia mkubwa wa tafadhali nipeleke nipelekeko shule ya zone fulani let me not be close to be very sincere before God madam Anita is the one who requested I think I don't want to answer any other thing because haitakuwa vizuri kijibu but tafadhali if we have any issues Our office is very open teachers who come from Kiminini me I know about my colleague but teachers who come from Kiminini eeno my office is very open if you have any issue please approach us the war between Kupet Nat uh, Kepsha Kesha all those things they are detrimental to our children and we are kindly requesting be one force be one people for the progress of our lives With those very many many remarks and and Thank you Anita, so rest in peace. Let me welcome our CSO from Sekendo who is also going to read the eulogy from our Teacher Service Commission and then we shall sit down. Thank you. Uh, downtank wanamatanga <laughs> Uh, wanamatanga wote kanisa na walimu na wengine wote ambao wamehudhuria matanga ya yeah. Mjambo, najua si siku nzuri sana ya kusema ya kuuliza watu kama ni wazima ama kuuliza habari zenu, kwa sababu habari tunajua ni habari za Anita. Uh, mbele yenu ni leadership Nat ya wakubwa wetu, wako njiani wanakuja, lakini wasipo, kama hawajaingia, mimi ndiye kusema, mimi ndiye nasimamia kiminini, alafu waende waketi. Sisi asanteni sana, walimu barikiwe. Uh, yule ambaye amebaki ntampa nafasi aseme neno moja tu, kwa sababu ni chair wa BBS. Karibu sana chair Naitwa uh, Wasilwa kwa niaba ya chama chetu cha maziko Transnzoia. Nataka kutoa rambirambi na zetu kwa familia ya Madam Anita yetu mm. <tutu> Vile umekaa unafanana hivyo kwa sababu gani? Unafanana jinsi ulivyo kwa sababu ya mwanafunzi mbali na yote ambayo unafanya na yote ambayo unafikiria fikiria mwanafunzi. Mwanafunzi ni namba one, wazazi. Hata tukija hapa tuwapigie kelele, kama hatufanyi kule kazi kule shuleni, bado ni bure. Mishahara yetu haitatusaidia kama hatusaidii mwanafunzi. Kwa hivyo kwa ujumla nataka kusema nini, walimu wenzangu, tuchape kazi. Hawa watoto wanafanya, tunabadilisha hairstyle. Hawa watoto wanafanya, tunajipaka mafuta. Let us work. Tushughulikie hao watoto. boma hii, baada ya hii masizishi, wale ambao wanaenda kubaki hapa ndio watasikia uchungu sana. Nataka kuhakikishia kwamba kuna mtu mmoja tu ambaye atakuwa na ninyi. Sisi tukishatoka tunapiga kelele, tunapiga vifujo, tunarukaruka, tukitoka hapa tutawacha mkonambi na familia yake Mungu Mungu awe nani, vile ambavyo huwa anasaidia mama au mama wengi wakienda tieta, akienda kujifungua anasema ah ah, sitarudia sitarudia. After a few days hata mwenyewe anauliza mzee, sasa ikoje? Yeah. Kwa hiyo Mungu, tafadhali awasaidie. Asante sana na poleni. <laughs> <laughs> <laughs> Kumbe Julia you never met you Kupe. <laughs> <laughs> <laughs> Kupe leadership please welcome. <laughs> mn aa Aya, ah, the leadership of Kupet. Nitaanzia wapi? Wacha nianzia. Thank you, chair. Tumsifu Yesu Kristo. Waombolezaji wote wapi, mkono mkono mkono, uh, tungependa kusema pole kwa familia hii ya madam wetu teacher of English and literature, madam Anita uh, kwa kuondoka mapema. Tunasema pole sana uh, <laughs> on behalf of all teachers both senior and junior tunasema pole apole to our maestros the mother of JS autonomy is already in labor yes. yes. she is already in the ward maternity ward yes. kupet will midwife autonomy is yes. coming let us keep calm mahali anita anaenda atuombee Mungu sana kwa sababu hata yeye najua hiyo ilikuwa hitaji la moyo wake. Asante. These are your children, you are their fathers. Ishi na wao vizuri, tetea maslahi yao vizuri, na umetuambia kupet has not done advocacy. Sisi kupet tuko na demokrasia, tunaruhusu watu wajitetee na mali wanashindwa kujitetea, tunakuja kuwatetea. Kwa hivyo wanapoumizwa wanajitetea kutoka huko chini. Kwa hivyo bwana chairman, wewe unaweza kuwa mzuri, lakini kwa huko ndani heads of institution wanaumiza walimu wetu wa JSS. Ongelesha hao, wajue hao ni wazazi wao, alafu hii maisha itakuwa smooth. Thank you so much. Familia ya mwenda zake na wote familia ya walimu wote ambao wamefika, hamjambo. Jina ni Vera Yase, mimi ni mwakilishi wa kike kwenye chama chetu cha KUPPET. Tumefika hapa kusema pole, tuko pamoja, tunalia kama walimu kumpoteza mmoja wetu. Jambo la pili, ningependa tu kusema filimbi imelia Autonomy Autonomy is the word. Autonomy remains the word. remains gospel. Mbele kuzuri. Asante sisi sana sisi allowance yetu ilichukuliwa kwanza na sasa hivi tunalipia sha ya mwisho. Madam Anita Khatundi, ukienda kwa Mungu jameni mwambie walimu wa Kenya wako na naga. <laughs> Yaani Kasonga alikuja kwa ofisi akawapatia kitu inaitwa endeza sale kwa payslip. Aki introduce kitu inaitwa housing. Yaani pesa ya payslip ya mwalimu imeinama. Sasa Mungu azungumze na Kasongo kwa njia yake, jamani azungumza walimu. Kwa hiyo mengi Mungu awabariki. Brothers Statement. Alright. Next time, before useme kitu, you need to clarify first. Anet alikuwa mwalimu wetu. Nasikia wanasema tulitume imani. Anet mwenyewe ali request kwenda imani. Tulishangaa sana; tulikuwa tumeposti ya kiungani. Akatusumbua sana, akasema ataki nyumbani. Mimi nataka imani kasma tulikaa almost 3 days ndio tukasaini barua yake, anasema siwezi fanya kazi nyumbani nyumbali. Mishokas mwenyewe aende imani. Sasa kwa sababu yeye ndiye angetujibu hiyo swali, kwa nini anataka imani. Mungu ndiye atajibu hiyo swali, but wale wanapiga kelele ya sisi tulifanya Aneta ka person, Mungu akusamehe, kwa maana hujui Parents wenye wako hapa, don't force mtoto yako aende mali yataki. Mwenyewe akituambia nataka aende mali fulani, atutalazimisha yeye mwenyewe ndiye anaenda kufanya kazi huko. Sasa usikuje ongea hapa uongo. Kaunti director ametuma salamu familia, msipokia na pole zake, tulikuwa tunakuja naye lakini akutana emergency imetokezea saa hii, ametuma salamu sipoke. Sasa kuna eulogy hapo, condolences ametuma na nitaenda ndipea abua, lakini ana sauti kubwa, acha aende kusoma kwa niaba ya Three, the Teacher Service Commission, message of condolence for the late Anita Khatundi Mkonambi, TSC number 8896377